Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza MySQL na video hii ikiwa ni video ya tatu. Tutakwenda sasa kufanya kwa vitendo, kuweza kutengeneza database yetu ya kwanza, kuweza kutengeneza table yetu ya kwanza, kuweza kuona jinsi gani ya kuweka columns ndani ya tables na kuona namna gani ambavyo tunaweza kutumia SQL kuweza kufanya mambo yote hayo katika MySQL. So kitu cha mwanzo kabisa ambacho tunahitajika kuweza kufanya ni kuweza kufungua MySQL Command line client kama hii ya kwangu hapa ambayo naifungua sio, itafunguka na kuonekana kama hivi. Kisha baada ya hapo tutahitajika kufungua workbench kwa sababu zote leo nitakwenda kufahamisha jinsi basi ya kuweza kuzitumia japo kidogo, utakapomaliza kuangalia video hii uwe tayari una mwanga kidogo wa kuweza kutumia hivi vitu katika kujifunza kwetu huku katika playlist hii ya MySQL. So workbench nayo nimeifungua hapa, iko wazi na hapa nilipofungua MySQL command line client moja kwa moja inanihitaji niweze kuingiza password. Password hii ni ile password ya root kule ulipokuwa na install na configure MySQL, basi ulihitajika kuingiza password. Kwa hiyo hapo utaingiza hiyo password ambayo uliweka kule, na ndio maana ningekwambia uweze kuhifadhi vizuri. Kwa hiyo mimi hapa nikiingiza password ya kwangu na click enter, na tayari itaonekana kama hivi hapa moja kwa moja, sasa hivi inasoma MySQL alafu imekuwekea sehemu ya kuweza kuandika sasa. Iko kitu ambacho unahitaji kuandika ama hizo SQL syntax ambazo utahitaji kuweza kuzifanya. Sasa kama wewe haijaja kama hivi, itakubidi uweze kuandika huu mstari hapo, mysql dash u root dash p, utaandika mstari kama huu, kama itakuwa yako haijaja moja kwa moja katika MySQL, maana yake itakubidi uweze kuingia basi katika MySQL. So fanya hivyo, lakini kama imekuja kama hivi ya kwangu haina shida yoyote, na tayari kwa ajili ya kuweza kuendelea, inaonesha kuwa ipo successful tayari. Tunaanza kazi yetu sasa ya kuweza kutengeneza hizo tables, I mean database, kuweza kuangalia database tulizokuwa nazo tukiwa huku huku katika hii command line yetu. So hivyo hivyo utafungua uh, Workbench. Baada ya kufungua Workbench, kama mimi hivi, utakuja uta click katika hii local instance MySQL 80 ambayo ni root local host port yetu. Hapo uta click hapa kwa ajili ya kufunguka, na hapo utatakiwa kuingiza password yako ya root. Kwa mimi nitaingiza kwangu, uta click okay. Kwa kitendo ambacho tumekifanya huku katika Workbench ndio kitu ambacho tulikifanya huku katika command line ya MySQL. So baada ya hapo utaingia moja kwa moja humu ndani na humu ni sawa na kama sisi hapa tupo sehemu hii katika workbench yako hapa. So sasa ni muda wa kuweza kutumia uh, SQL syntax kuweza kutengeneza mfano, uh, database, kuweza kutengeneza table, tufahamishane sasa. Kwa hiyo huku katika uh, workbench tutakuwa tukipatumia pia, lakini kwa sasa wacha tuende katika command line tukafanye kule ili tuweze kuizoea, kwa sababu ile kule ndo kidogo imekuwa changamoto kwa watu wengi, lakini huku kwa vile ni GUI inakuwa rahisi kuweza kuitumia. Nitakuja kufahamisha nako kuweza kutumia huku. So kuna command ambazo nitakufahamisha hizo uh, SQL ambazo tutaweza kuzitumia hapa. Ya kwanza kama unahitaji kuweza kuona database ulizokuwa nazo katika hii server yako ya MySQL, basi utaandika uh, show unaweza kuandika kwa herufi ndogo, hakuna shida yoyote, sio sensitive. Okay, show databases data utaandika kama hivi, na kila mwisho wa statement utafunga kwa semicolon, hakikisha unakumbuka jambo hilo. So kiclick enter, utaweza kuonyeshwa zile database zako zote ambazo zinapatikana katika server yako ya MySQL, lakini kwa vile ya kwangu mimi nimeshawahi kuitumia kuweza kutengeneza database moja, na ndio maana unaiona hii, kuna database inaitwa hivi. Lakini ya kwako inawezekana, kuna uwezekano mkubwa ukawa unaziona hizi tu. Kama zitakuwepo nyingine, hakuna shida yoyote, pengine uliweza ku select ile sample databases na zikaja zile sample databases katika hiyo uh, eh, server yako pia. Kwa hiyo haina shida yoyote, lakini hizi ndizo hizo database ambazo zitakuwa zimo ndani ya MySQL server yako. Kwa mimi ziko moja mbili tatu nne tano ni database, kila moja najitegemea, kila moja hapo utakuta ina table zake, okay? kuna nyingine tayari ina data utaweza kuona hapa. So, kumbuka unatumia hii command line ya show databases kuweza kuangalia database zako ambazo upo nazo na hata kama umetengeneza database yako unahitaji kuona je kweli imetengeneza na ipo, unaweza kutumia hii command ya show databases na ukiweza kuziona, baada ya hapo unaweza sasa kutengeneza database ya kwako mwenyewe na wewe ikawemu katika hii MySQL server. So twende tukaone jinsi ya kutengeneza database yetu. Kutengeneza database, syntax yake unaandika create. Zingatia uandishi, ukifanya makosa unaweza ukapata error na ikakusumbua, kuangalia vizuri jifunze vizuri ili basi upunguze makosa ambayo yanaweza kujitokeza. So create utaandika hapa database, kisha utaacha nafasi utaandika jina la database yako. Mfano sisi tuandike jina la database yetu my first, my underscore first. Unaweza kuandika jina lolote la database. So db ndo jina ambalo nimelichagua tuweze kulitumia. So create database my first db jina la database yetu. Kwa kumbuka, unaanza na keyword create, unakuja database, kisha unaandika jina la hiyo database yako, kisha baada ya hapo utaclick enter na utaona inasomeka kama hivi query okay, one row affected. Kwa tayari hapa tumeshatengeneza database yetu ambayo inaitwa my_first_db. Kuweza kuangalia sasa database ambayo tumeitengeneza, tunatumia command ile ile show databases unamalizia na s mwisho, semicolon, then una click enter. Utaona hapa hapa my first db ipo hapa. Mfano, wacha nikuoneshe tena, tutengeneze database nyingine. Create database, jina la database yetu tuweke ni student underscore db okay. Then click enter, query okay, one row affected. Tayari tumeshatengeneza database yetu ukiona ujumbe kama huu. So hapa ni kisho tena, na una uwezo wa kutumia hizi arrow key katika kibodi yako kuweza kuvuta mstari uliopita. Mfano sisi tumetumia hadi kufika hapa, hii show databases tumetumia, create databases. Kwa hiyo command hizi unaweza kuzivuta bila ya kurudia tena kuandika, kutumia arrow key yako ya juu na ya chini. Kwa hiyo nikiklick arrow ya juu Unaona inarudisha katika ule mstari nilotoka kufanya, na ukazi hapa juu nikiklik tena tena, inarudisha tena juu, mwana show databases kwao, nimeipata bila hata kuiandika. Hii inaweza ikakusaidia wewe na ikakurahisishia wewe so, click enter, tayari unaona nime add student database katika MySQL server yetu katika database yetu. Kwa tumetengeneza database mbili, student database na hii my first database. Ndizo ambazo zimo kwa sasa katika database yetu. So hakuna table zozote katika hizi database, just tumetengeneza tu ile database okay. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuona database zako, kutengeneza database zako. Kwa tukaangalie namna gani sasa ya kutengeneza a table, lakini kabla ya kuweza kutengeneza table unatakiwa uandike hapa kuweza kutumia database gani katika kutengeneza hizo table kwa sababu hapo unaona database ipo nyingi, kwa hiyo wewe unahitaji kutengeneza table kwenye database gani. Kwa hapa inakuja kamandi hii ya use, alafu unaandika jina la database yako, mfano tuchukue database yetu hii ya student okay. So hapa mimi nitaandika student underscore db, ndio jina la database yetu hapa ambayo tunahitaji kuitumia kutengeneza table ndani yake. Kwa utakuja lazima uweze kutumia Use student underscore DB. Baada hapo, tu click enter na utaona imeandikwa database changed, na tayari sasa hivi kitu ambacho tutakifanya hapa zile table tutakazozitengeneza zitakuwa zinatengenezwa katika hii database ya student, uh, underscore db ndio ambayo tutakuwa tunatengeneza hizo table. So baada hapo moja kwa moja tuende sasa tuoneshane uh, syntax za SQL ama Kuweza kuona command ambazo tunazitumia kuweza kutengeneza table yetu ya kwanza kwenye database yetu ya student. So tutaanza na neno create, then tutaandika table kule tuliandika create database. Okay? Tukaandika jina la, la database. Lakini huku tunaanza create tukwenda tuna kutengeneza nini? Table. Table, jina la table yako, mfano mimi nitaandika jina la table ni students. kisha utafungua hili eh, mabano rounded bracket, utafungua. Hakikisha unakumbuka, usipofungua unaweza kukutana na error kwa unafungua kisha ukiclick enter bado unaendelea okay. Utaandika sasa zile column zako ambazo zimo katika hiyo table, mfano student ana id, kwa hiyo mimi nitaandika hapa id, kisha utaandika data type ya hiyo column id, data type yake ipi? Int. tutakuja kujifunza kiundani haya mambo katika video zinazofuata leo just tunafahamishana tu namna gani ya kutengeneza uh, database, kutengeneza table, lakini kiundani takuja kuelezana Hizi data type, hii keyword ya primary key kuonesha kuwa hii ID ndio primary key yetu katika hii table yetu. So baada hapo unaandika column nyingine una click enter to name. Kumbuka huku mwisho baada ya column ya kwanza nimemalizia kwa koma. Hakikisha unakumbuka kitu hicho. Okay? Hizo ni errors ambazo zinaweza zikajitokeza zikakusumbua kuweza kuzitatua kwa sababu tu ya kukosea ama kusahau kuweka koma. So hii ni column nyingine, tutatumia data type ya varchar. Okay? Then tutaandika humo size yetu, tutakuja kufahamishana hizi size zinazofanya kazi then tuandike tena column nyingine kwa naandika hapa mimi email student ana email varchar then mia moja size pia comma Usisahau, koma, na na kusisitiza sababu ni jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakiteleza na kuweza kusahau kuweka koma. Japokuwa so, int, unapofanya makosa una uwezo wa kurudi na kutengeneza tena. Mfano tukiweza kupata error nitakuonyesha jinsi ya kuweza kutatua na ku solve hiyo error. Then, click enter. Column ya mwisho katika table hii yetu ya student, itakuwa ni enrollment underscore date, enrollment date. So, hapa data type yake itakuwa ni date. Hii kolamu ya mwisho haina haja ya kuweka koma kwa vile ndo ya mwisho, lakini kikubwa ambacho natakiwa ukumbuke, tumefungua hii bano hapa, itatubidi tuweze kulifunga bano letu na tumalizie na kwa semicolon. Ukimaliza tu kwa semicolon, ukiclick enter sasa hivi inakuletea ujumbe query okay, zero row affected, ikionyesha kuwa tayari tumeweza kutengeneza table yetu ya kwanza ya students katika database yetu ya student underscore db ambayo tunaitumia kwa sasa hapa. So, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza na table nyingine, lakini kuna issue zile za relationship ambazo natakiwa uzingatie, constraint tutakuja kujifunza huko mbeleni okay? Lakini hii ambayo tumeitumia hapa, create table student id, this command ama hii SQL syntax tuna uwezo wa kuicopy nakwenda kuipesti katika workbench benchi yetu hapa, na pia kuweza kutengenezea kwa kupitia huku, lakini jambo hilo itakuja kufahamisha kwa wakati mwingine okay? So acha tuweze kuangalia table ambazo tupo nazo katika database yetu. Kwa tayari tupo katika database ya student, kumbuka, kwa kupitia use student underscore b imetufanya sisi tuwemo ndani ya database hiyo. Kwa hiyo hapa tukiandika hivi, show tables manake tunapata orodha, tunaonyesha table zote ambazo zimo katika database hii ya student_db. So utaklik hivi, so utaandika hivi na kumalizia semicolon, utaklik enter. Kuna error: you have an error in your sql syntax check the manual okay. Error ni kitu cha kawaida katika issue nzima za sql huku, kwa usiwe na wasiwasi wote. Ukiangalia hapa, nimekosea hili neno show, okay. nimekusudia nini show? Kwa hiyo, wacha turudi tena, show kitu gani tables semicolon, na tayari imekubali. Sasa hivi ukiangalia, tupo na table moja tu ya student ambayo tumetoka kuitengeneza hapa. Kwa hiyo hii ndio table yetu ya student uh, ambayo imo katika database ya student underscore db, kama unavyoona. Tukiwa na uh, table nyingine, basi utaona inakuja hapa, inaonekana uh, jina la hiyo table tutakapotengeneza tutaweza kuona, lakini kumbuka command hii show tables ndio ambayo inatumika kuweza kuona table zako zote ambazo zimo basi katika hiyo database yako. Lakini pia una uwezo wa kuview table structure. Hapa just umeangalia tu table zilizomo katika database. Sasa tuangalie namna gani ya kuview table structure, tunatumia command hii ya describe. Describe kitu gani? Unaandika ile jina la ya table ambayo unahitaji kuona structure yake. Mfano, sisi tunahitaji kuona structure ya table yetu ya student hii hapa, ambayo tupo nayo katika database yetu, so utaandika column ambazo upo nazo katika hiyo table ambayo umeidescribe mfano, tupo na column ID, name, email, age, enrollment ndio column zetu. Kwa column utazikuta hivi, usifate kama tulivyozoea kuwa hii ndio column eh, hii ndio row. Hapana, column ni hizi huku, ID, name, email, age, enrollment. Kwa sisi hapa tuko na column moja, mbili, tatu, nne, tano katika hii table yetu ya student, na ukiangalia data type zao hii ni int id vaka, vaka, int date lakini pia katika null, id haitakiwi kuwa null, lakini hizi nyingine tumeweka zinaweza kuwa null. Tutakuja kujifunza kuhusiana na hiyo null null, ama ya kuruhusu null katika column gani ambazo tunatakiwa tusiruhusu kuwa tupu. Lakini, primary key ni id hii hapa, default So kwa sasa table yetu hamna data yoyote, just tumeweza kutengeneza database, kutengeneza table, kuona table zetu katika database zetu, kuona ile structure ya table moja kwenda nyingine. Kama utahitaji kuweza kuangalia pengine data type ya column fulani kwenye table yako, unaweza ukatumia hii describe students ama describe jina la table yako na kufunga kwa semicolon na kuclick enter, itaweza kuonekana kama hivi ya kwangu ilivyoonekana. So leo sina la ziada, lakini nataka ni kuache na zoezi moja, ili uweze kujifunza na wewe utengeneze uh, table nyingine ambayo itakuwa inaitwa uh, courses katika hii database yetu ya student. Okay, hiyo ndio kitu ambacho nahitaji uweze kukifanya wewe na mimi. Video inayofuata nitaanza na kitu hiko, kuweza kutengeneza hiyo table ya course, na kuweza kuingiza column, course id, course name, duration. Nitakuwekea maelezo utaweza kuyafuata katika description, hiyo challenge ambayo nakupatia, ili uweze kufanya mazoezi kwa hiki ambacho tumejifunza, na mimi nitakapokuja Ah, katika video inayofuata tutakuja kuanza hapo na kuendelea na mambo mengine. Lakini natumai umeshajifunza vitu vingi tu katika video hii ya leo, japo imekuwa refu kidogo, lakini tayari nilihitaji kuweza kufahamisha ili uweze kufahamu vizuri. Hivi vitu vya mwanzo ndio vitu vya msingi kabisa ambavyo vitakusaidia basi huko mbeleni. So video inayofuata nategemea, baada ya kuweza kusolve hiyo challenge ambayo nimekupatia, nimekuwekea link katika, I mean, nimekuwekea katika description hapo, kitu gani cha kufanya, nitakuja kuanza nayo, lakini then tutaendelea na kuelewa zaidi kuhusiana na SQL data types. Katika MySQL tutajifunza aina tofauti za data type, mfano int vaka, hizi ambazo tumezitumia, text date, float, tutaweza kuziona, lakini pia kuweza kuchagua uh, data type ambayo itakuwa inaendana na hiyo column yako, tutaenda kuangalia pia katika video ambayo itafuata. So asante sana like video hii, share una maoni, una maswali, kuna sehemu ujanielewa, unaweza ukaniuliza katika sehemu ya comment na nikaweza kukujibu huko. So usiweze kukosa video itakayofuata katika mwendelezo wa kujifunza MySQL.